Karibu! Leo nakuletea njia tatu za kuweza kutengeneza pesa mtandaoni mwaka 2025 bila hata ya kuwekeza. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe katika channel hii. Njia ya kwanza ni kuuza bidhaa zako kupitia Shopify au WhatsApp Business au Jumia, hata bidhaa ndogo hata bidhaa ndogo unaweza ukaziuza pia na ukapata faida. Njia ya pili ni freelancing platform kama vile Fiverr, unaweza ukauza ujuzi wako katika platform hii na ukaweza kutengeneza pesa vizuri kabisa. Na Fiverr ni sehemu ambapo unaweza ukauza ujuzi wako, na platform nyingine ni kama Upwork. Upwork pia ni kama freelancing ambapo pia hapo unaweza ukauza ujuzi wako kama design, graphic design, graphic Uh, web design pamoja na ujuzi mwingine wowote ambao uko nao unaweza ukauza katika platformu hii na ukaweza kutengeneza pesa kiurahisi kabisa, lakini tuna platformu nyingine ambao ni freelancer.com. freelancer.com pia ni sehemu ya mafreelancers ambapo utauza ujuzi wako na utaweza kutengeneza pesa kwao kama una ujuzi wowote. Platformu hizi ni free kabisa na ni kwa ajili yako kuweza kutengeneza pesa mwaka 2025. Njia tatu ya kuweza kutengeneza pesa ni kuanzisha YouTube channel pamoja na blog au website. Utakapoanzisha YouTube channel au blog, utaweza kutengeneza pesa kupitia njia kuu tatu, ambapo njia ya kwanza ni AdSense, utaweza kupata matangazo ya AdSense katika website yako. Njia ya pili ni sponsorship, utaweza kupata matangazo pia sponsorship katika website yako lakini pia, pia unaweza ukatengeneza pesa kwa kutumia affiliate marketing. Utakapotumia affiliate marketing kwa kuuza bidhaa za watu katika website yako utaweza kutengeneza pesa vilevile vile utapata commission mpaka asilimia mia moja kwa hiyo, ukitumia njia hizi tatu basi utaweza kuwa na faida kubwa sana katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano.